Kuna sehemu zingine unakuta watoto aviao simu sio kwa sababu ya hali vile ilivyo. Shirika moja la kijamii linaloendesha shughuli zake katika kaunti ya Kwale limeimarisha juhudi za kuhamasisha vijana kuhusu hatari za utumizi wa mihadarati. Mkuu wa mpango kwenye shirika hilo la Children's Empowerment and Development, Hamisi Magisu, amesema mikakati, mkakati huo unanuiwa kuelimisha vijana kuhusu madhara ya dawa za kulevya, uhalifu na vurugu. Aidha, shirika hilo lengo kuu ni kuhimiza maadili na ukuzi wa talanta miongoni miongoni mwa vijana wa eneo hilo. Tumekuja kuonana na vijana wa Pungu na ule mchango wao, tumeona imekuwa participation nzuri, na pia tume identify some talents. Ambao tumeona wako nazo changamoto zenye wameongelea ni kwa sababu Pungu iko katika eh, mipaka ya Kwale County na Mombasa County tumeona zile changamoto ambazo ziko huku, sana sana mambo ya mashamba, utovu wa usalama, mambo ya juvenile gangs. So vijana ndo tumekishwa kipaumbele katika swala zima la usalama na utovu wa nidhamu, na naimani sisi vijana, ili lawama litaisha iwapo tutajitolea na iwapo sisi wenyewe tutaamua tupate mbinu ambazo zitatuendeleza kupata kipato, na pia mbinu ambazo zitatuendeleza katika kukuza uwezo wetu wa kujiajiri. Mtu akikaa hivi idol huwa uwaza mambo mengi, lakini kama mtu yajishughulisha na kipaji fulani, sema mimi kama futbola, huwa kabla hujaenda kwa game lazima uende kwenye Wakazi wa eneo la Kaloleni wanatarajia kupata huduma muhimu za serikali kufuatia uzinduzi wa ujenzi wa kituo cha huduma katika eneo hilo. Akiongea wakati wa uzinduzi wa kituo hicho cha huduma, afisa mkuu mtendaji wa huduma Center Ben Kai alithibitisha kuwa